Naam, habari za wakati huu. Karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama kabisa. Kinachoendelea Tanzania, ikiwa ni siku ya tatu leo tangu Captain Tesha alipojitokeza na kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na mustakabali wa taifa la Tanzania, lakini pia kubwa zaidi akiandika barua kwa mkuu wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ na kumtaka jeshi waweze kuchukua nchi ya Tanzania kipindi hiki ambapo Tanzania inaingia katika uchaguzi mkuu. Lakini pia sio tu jeshi kuchukua nchi, jeshi pia kuzuia uchaguzi kutokana na mambo mbalimbali mbali ambayo yanaendelea Tanzania kuonekana kana kwamba yamekiuka sheria na utaratibu na katiba ya nchi. Captain Tesha akazungumzia vitu mbalimbali, lakini pia masuala mazima ya ufisadi ambayo yamekuwa yakizidi kutokea Tanzania, akigusia kifo cha rais Magufuli akitaka uchunguzi kwa kina ufanyike, lakini pia wote waliotajwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine wakamatwe. Lakini pia Captain Tesha akataja majina ya watu ambao wanatakiwa kukamatwa mara moja akimtaja mtoto wa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan Abdul, lakini pia akimtaja Kikwete pamoja na watu wengine kwamba wanatakiwa kukamatwa mara moja. Lakini pia akazungumzia e, kile ambacho Watanzania kupitia wanaharakati huko mitandaoni wamekuwa wakitangaza ya kwamba tarehe 29 ya mwezi Oktoba watakuwa na maandamano makubwa Tanzania. Kapteni Tesha kwa upande wake akasema kwamba watanzania wana haki ya kikatiba kuandamana, hivyo ni jukumu la jeshi la polisi kuhakikisha kwamba watanzania hao wanawekewa ulinzi na sio kuwapiga na kuwashambulia huko, akitoa onyo kali kwa polisi yoyote ambaye atajitokeza na kwenda kuwashambulia watanzania, aidha kwa kuwapiga kuwazuia au kumuua mtanzania yeyote yule ambaye atajitokeza kuandamana. Baada ya video hiyo kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, watu wakawa wanasubilia kuona JWTZ watakuja na taarifa gani kufuatia Captain Tesha kujitokeza hadharani na kuzungumza vitu vingi sana, hususani akizungumzia mustakabali wa taifa la Tanzania tunafahamu kile ambacho e, wakatoa taarifa JWTZ kufuatia e, kile ambacho Captain Tesha alikuwa amekizungumza. Nikukumbushe hapa kile ambacho jeshi la wananchi wa Tanzania waliweza kukitolea tamko, lakini pia tumeshuhudia kile ambacho kwa sasa kinasambaa mitandaoni. Ni mzee Butiku, mmoja kati ya wazee ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa ni wazee ambao wanatazamwa kwa jicho la tatu Tanzania, endapo yanatokea mambo kadhaa Tanzania, watu wamekuwa wakijaribu kusikia e, maoni kutoka kwa wazee ambao kwa sasa e, wamekuwa wakitoa maoni pale ambapo baadhi ya mambo yamekuwa yakitokea Tanzania. Kwa mfano ni mzee Butiku, lakini pia e, Jaji Warioba ni moja kati ya watu ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakijitokeza hadharani na kubwa zaidi wakizungumza e, na kutoa maoni mbalimbali kuhusiana na mustakabali wa taifa la Tanzania. Sasa, jeshi la wananchi Tanzania, baada ya video hiyo kusambaa, wakajitokeza kama nilivyokuambia na kuelezea msimamo wa jeshi la wananchi wa Tanzania, lakini pia katika taarifa hiyo kuna vitu kadha wa kadha ambavyo kama Mtanzania unatakiwa uweze kuvielewa. Katika taarifa hiyo, JWTZ kwanza hawajamkana kapteni Tesha kwamba hawamfahamu. Hawajamkana kapteni Tesha ya kwamba hawamfahamu, lakini pia hawajazungumza ni hatua gani ambazo zitachukuliwa dhidi ya kapteni Tesha. Lakini pia sio tu watachukua hatua gani dhidi ya kapteni Tesha, nikukumbusha kwamba tumekuwa tukishuhudia E, kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakijifanya ni askari wa jeshi la polisi au ni wanajeshi, wamekuwa wakikamatwa. Lakini mpaka hivi sasa kwa Captain Tesha hakuna kitu chochote ambacho tumekisikia kwamba kakamatwa au kuna hatua zozote ambazo amechukuliwa. Lakini pia ukiangalia hii taarifa utagundua kuna vitu vingi sana ambavyo kama havijakaa sawa. Taarifa hii ilikuwa nasomeka kama ifuatavyo: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 ni kama Captain Tesha tumeona eh, vyanzo mbalimbali vikiripoti ya kwamba Captain Tesha bado ni mwanajeshi, ingawa kuna baadhi ya watu kikanusha ya kwamba huyo sio mwanajeshi tu, ametumika akavalishwa sare za kijeshi na kuja kuzungumza. Lakini pia hata Butiku naye amezungumzia kuhusu sare za kijeshi ambazo amezivaa Captain Tesha, akimkana kabisa kwamba huyo sio mwanajeshi, lakini pia katika taarifa hii wanasema e, watu ambao wapo katika mazingira ya kijeshi au watu ambao wana, wana, wanajihusisha na mambo ya jeshi au watu ambao wameachishwa jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Kwa mantiki hiyo, Jeshi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Watanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu utina uhodari, kwa kuzingatia kiapo chetu. Hii ilikuwa ni taarifa ya JWTZ kama nilivyokuambia, e, wakizungumza baada ya video ya Captain Tesha kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Moja kwa moja twende kwa watu ambao wamejitokeza na kuanza kumjadili Captain Tesha, kwanza kwa kuangalia sale zake ambazo alikuwa amevaa. Habari kubwa kwa sasa ni huyu ambaye anaitwa Butiku. Mzee Butiku amejitokeza na kuzungumza vitu vingi sana kuhusu Captain Tesha lakini kipindi cha nyuma e, kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba Butiku wa jana wakikutana na Butiku huyu ambaye tumemshuhudia akimzungumzia Captain Tesha watapigana na kumizana sana, ukiangalia Butiku aliyezungumza e, siku ya jana kuhusiana na Captain Tesha na Butiku wa zamani. Kumbuka kwamba huyu huyu Butiku ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanataka vijana e, kujitambua, lakini pia sio tu kujitambua, kujitokeza hadharani na kupambania taifa lao, na alisema kwamba vijana wakiogopa watatawaliwa na wahuni na wauaji. Huyo alikuwa ni Butiku akitaka vijana e, wasiogope na wawe tayari kupambania taifa lao la Tanzania. Lakini pia huyu huyu Butiku kipindi cha nyuma pia amewahi kuzungumzia masuala mazima ya utekaji pamoja na mauaji. Kwa wale ambao wanafuatilia Butiku, ni mmoja kati ya watu ambao wanakemea sana vitendo vya utekaji na mauaji. Kama unakumbuka kipindi ambacho Ali Mohamed Kibao kiongozi wa chama cha Chadema alipotekwa na kupatikana akiwa amepoteza maisha. Butiku pia alizungumza na vyombo vya habari akilani na kukemea vikali vitendo hivyo, lakini pia akisema kwamba sio ya kwamba watekaji hawajulikani, watekaji wanajulikana, lakini pia kuna namna ambayo inatakiwa kufanyika kumwezesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kupambana na hao watekaji. Lakini pia sio juzi tu, ni hata mwaka 2024 pia amewahi kuzungumzia hivyo Butiku. Kwa hiyo ni mara nyingi sana amekuwa akizungumza e, vitu mbalimbali kuwataka vijana kupambania demokrasia na vitu vingine vingi sana. Sasa kwa nini kajitokeza kumkosoa na kumkataa Captain Tesha ambaye ni kijana? Ameona kuna vitu haviendi sawa, kaamua kujitokeza. Katika taarifa yake mzee Butiku akizungumza na waandishi wa habari e, siku ya jana kuelezea mambo ambayo yanaendelea Tanzania, baada ya Kapteni Tesha kujitokeza na kuzungumza vitu vingi sana. Huyu mzee amezungumza vitu vingi sana. Moja kwa moja tuingie ndani zaidi tuangalie ni kitu gani ambacho mzee Butiku amekizungumza, lakini pia tumeshuhudia hata Kigogo amejitokeza na kumuunga mkono mzee Butiku na kuandika vitu vingi sana. Kwa pamoja tutaangalia hapa ni vitu gani ambavyo wameviandika hawa watu, lakini pia kikubwa ni kile ambacho amekizungumza mzee Butiku. Nikukumbushe kwamba juzi hapa Captain Tesha wakati anazungumza alisema kwamba tuwasikilize na kuwaamini hawa wazee, akiwemo mzee Butiku. Alimtaja Butiku kwamba ni miongoni kati ya wazee ambao Watanzania serikali katika kipindi hiki wanatakiwa kusikilizwa sana, lakini huyo huyo mzee ambaye ametajwa ya kwamba anatakiwa kusikilizwa ndiye akajitokeza na kumkana e, Captain Tesha. Mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, mzee Josefu Warioba Butiku amewahimiza Watanzania kuungana na kauli rasmi iliyotolewa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ dhidi ya kulihusisha jeshi hilo na siasa, akiwaomba kusimama na amiri jeshi mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mzee Butiku ameyasema hayo jana Jumapili, Oktoba 5 mwaka 2025, mbele ya waandishi wa habari mkoani Mara. Unajiuliza kwamba mzee kaita mpaka waandishi wa habari eh, kuzungumzia hiki ambacho Captain Tesha amekizungumza, lakini wakati akizungumza amerejelea historia ya utumishi wake kwenye siasa serikalini pamoja na jeshini, lakini akimkana eh, Captain Tesha. Mwananchi kwa upande wao anasema kwamba ni mwananchi aliyetumia mtandao wa kijamii kujitambulisha kama afisa wa jeshi na kueleza kuwa jeshi la wananchi wa Tanzania halijawahi kuwa na afisa asiyekuwa na nidhamu wa kiwango alichoonesha mtu huyo aliyejiita Captain Tesha. Mzee Butiku anasema kwamba mimi nimepita jeshini, hatuna uniform ya aina ile kwamba uwe Tanga kwenye joto halafu vae uniform mpaka shingoni. Kwa hiyo yule siyo askari, na kama ni askari analo jeshi lake jingine, siyo jeshi la wananchi wa Tanzania, na sipendi kuamini wala siamini kwamba ndani ya jeshi letu tuna watu wa aina hiyo. Jeshi letu ni jeshi la Watanzania linaloongozwa na rais wetu na mkuu wa majeshi na kauli halali zinatoka kule. Amesema mzee Butiku. Sasa mzee Butiku bwana amechambua e, sare za kijeshi ambazo amezivaa Captain Tesha, anasema kwamba hakuna sare kama zile Tanzania, lakini pia sio e, tu uniform kama zile. Anasema kwamba mtu yupo Tanga halafu unavaa uniform kama ile kwenye joto ambayo inakubana mpaka shingoni. Sasa kwa akili ya kawaida unajiuliza kwamba e, kuvaa vile hakumfanyi mtu kuwa mwanajeshi kwamba kwenye joto huwezi ukavaa vile. ni mzee Butiku kayasema hayo. Lakini pia katika hatua nyingine, mzee Butiku amewasiwa Tanzania kupuuza taarifa zisizotolewa na viongozi ama mamlaka rasmi hususan wakati huu wa uchaguzi mkuu, akisisitiza kuwa uchaguzi mkuu wa Tanzania ni suala la kikatiba, hivyo ni lazima ufanyike kwa kuzingatia sheria pamoja na katiba kama zinavyoeleza. Katika hatua nyingine bwana mzee Butiku amewaeleza Watanzania kuwa ni muhimu eh, kukubaliana kwa pamoja na kuyakataa masuala ya kulihusisha jeshi la wananchi wa Tanzania, JWTZ, na masuala ya siasa, kampeni na uchaguzi mkuu, akihimiza kila moja kufuata katiba na sheria vile inavyotaka na kuungana pamoja katika kukemea masuala ya, ka, ya, masuala ya kutaka kuliingiza jeshi hilo kwenye masuala hayo, kwani sio tamaduni wala desturi ya Watanzania. Captain Tesha amefanya watu wazidi kuhaha. Watanzania wengi sana e, wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba huyu kapangwa, sisi tuko na Captain Tesha. Lakini pia mwingine akasema kwamba kwani huyu mzee naye kajiunga kwenye mtandao lini? Lakini pia mwingine akasema kwamba si bora ukakaa kimya tu kuliko kuzua taharuki mzee "Mbona umeanza kujipotezea heshima ambayo umetengeneza Tanzania kwa miaka yote hiyo?" Mwingine akasema kwamba wewe kama nani msemaji au nani? Mzee kaa kwa kutulia, sisi wa Tanzania tumeamua kusimama na tupo pamoja na Kapteni Tesha. Lakini pia mwingine anasema kwamba mbona huyu mzee anataka kujishushia heshima dakika za mwishoni kabisa, kabla ya ukombozi mwingine akasema kwamba huyu mzee alale tu sasa, aachie vijana wana jambo lao Oktoba 29. Sasa kabla tujaangalia kila ambacho Kigogo amekiandika baada ya mzee Butiku kuzungumza na kumkana Kapteni Tesha. Sio tu e, mzee Butiku tumeshuhudia pia jukwaa la wanahariri ambalo pia limemkemea Kapteni Tesha jukwaa la wanahariri Tanzania ambalo kifupi chake ni TEF limelaani vikali pia kauli na mauzui ambayo yamesambazwa katika mitandao ya kijamii juzi hapa Oktoba 4 mwaka 2025 yakionyesha watu ambao wanadaiwa kuwa wanajeshi wakihamasisha jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kujiingiza katika siasa kupitia mapinduzi. TEF imesema hatua hiyo ni hatari kwa amani ya nchi uthabiti wa demokrasia na misingi ya kitaifa iliyoijenga Tanzania tangu uhuru ikionya kuwa hoja kama hizo zinaweza kuathiri umoja wa taifa na kuharibu taswira ya jeshi linaloaminika barani Afrika. Katika taarifa hiyo ambayo imesainiwa na mwenyekiti wa TEF ambaye anaitwa Deodatus Sibalile, jukwaa hilo limepongeza uamuzi wa haraka wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ kutoa taarifa ya kukanusha na kukemea vikali majaribio ya kulihusisha jeshi na siasa. Lakini kuu sehemu ya taarifa hiyo ikisema, JWTZ inapenda kuutaarifu umma wa Watanzania kuwa inaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. TEF imekumbusha kuwa tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, Tanzania imekuwa mfano wa demokrasia ya amani, huku uchaguzi zikiendelea kufanyika kwa utulivu na wananchi wakiamua viongozi wao kupitia sanduku la kura, si kwa mapinduzi. Taarifa, Tanzania ilijaribiwa mapinduzi mwaka 1964, 1969 na 1982 lakini kwa hekima ya viongozi na umoja wa wananchi e nchi yetu ilishinda majaribio hayo na kujenga mfumo thabiti unaotenganisha jeshi na siasa. Wanajeshi wa Tanzania hawaruhusiwi kuwa wanachama wa vyama vya siasa. Msingi huu ndiyo ngao ya amani na utulivu wetu, imesema taarifa hiyo. TEF imeonya kuwa kauli ya uchochezi dhidi ya jeshi ni hatari na zinavunja misingi ya taifa, ikitoa wito kwa vyama vya siasa wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kuzisambaza au kuzitumia kama nyenzo za kisiasa. Vyama vya siasa navyo visikalie kimya kauli zenye mwelekeo wa uchochezi. Kila chama kinapaswa kujitenga na matamko hayo kwa kuyalaani bila uoga, kwa nia ya kulinda umoja, maisha na mali za watu wetu. Tanzania imejengwa juu ya misingi ya amani, umoja na mshikamano. Njia pekee ya kuendeleza uongozi na kupitia demokrasia na ridhaa ya wananchi, imeeleza taarifa hiyo, nao pia wakilani na kukemea vikali kile ambacho Kapteni Tesha alikizungumza. Lakini Watanzania utawaambia nini kwa Captain Tesha? Ukipita huko mitandaoni kwa sasa, komenti ambayo inaongoza kukomentiwa kwenye posti nyingi sana ni hii ya Kapteni Tesha. Captain Tesha bwana, amekuwa ni moja kati ya watu ambao kwa sasa ni gumzo kubwa Tanzania, lakini haijulikani kwamba jeshi watachukua hatua gani. Lakini pia unaambiwa kwamba kujitokeza hadharani kwa Captain Tesha kuzungumza, nyuma ya pazia, hayuko peke yake, kuna kundi kubwa la watu ambao wamesimama nyuma ya Captain Tesha. Kigogo amechapisha video hii ya mzee Butiku na kuandika Mzee Butiku awapiga ngumi ya pua wanaharakati uchwara. Kama ilivyo kawaida, wanaharakati uchwara wa Tanzania wakiongozwa na wakala wa shetani Maria Salongi waliendeleza sana propaganda zao wikiendi hii na wakazani kulihusisha jeshi kwenye maujinga yao na, na maujinga yao watafika mbali wakimuhusisha na Bwana Tesha. Wanaharakati hawa wamekuwa wanatamani sana jeshi liwe sehemu ya vurugu zao na mambo yao wanayoyachochea, lakini kwa mara nyingine wamekwama baada ya JWTZ kujitokeza hadharani na kutoa tamko na kukana watu wote wanaojihusisha na upuuzi kama watesha na kuweka wazi kuwa utii wa JWTZ kwenye majukumu yake sio wa kutiliwa mashaka. Tamko la JWTZ sio tu liliwaacha wanaharakati wametepeta, bali liliwafanya waanze porojo kuwa eti kwa tamko lile mama yake, maana yake ni kuwa JWTZ watawalinda kwenye maandamano yao. Hizi ndio akili za mawakala wa shetani Maria Salungi, na hivi ndivyo anavyofanya kuwadanganya anaowaita jenzi. Sijajua anamaanisha jenzi gani au ndio kitu gani, lakini toshe kusema anahaha sana kutafuta njia ya kujustify matumizi ya hela za Nedi na Ford Foundation walizompa kwa ajili ya kuchochea vurugu kwenye uchaguzi wa Tanzania. Anahaha kweli kweli, yani kupokea hela ya mabeberu kuna gharama zake kubwa sana linapokuja swala la kujustify kama zimefanya kazi iliyokusudiwa ya kuleta vurugu. Ndiyo maana unamwona wakala wa shetani yupo kila mahali anahaha tu. Kitendo cha Mzee Butiku kujitokeza na kuongea na waandishi wa habari ni kama kimetia chumvi kwenye kidonda chao, na wamekuwa wapole sana, maana walitegemea upumbavu wa Tesha ungwe mkono na wazee hawa. Mzee Butiku kaonyesha maele, kanyosha maelezo sana na kakataa kama ambavyo tulihisi mwanzo kuwa hakunaga mwanajeshi JWTZ anafanana vile. Mzee Butiku amepita kwenye mashaka yale yale tuliyokuwa nayo sisi, yaani mwanajeshi ana ndevu kaweka hapa imoji ya kucheka. Kigogo kwamba e, Mzee Butiku kapita mule mule ambamo yeye alikuwa anapita na kuandika kupitia e, mitandao yake kijamii. Kigogo anasema ili kujua wanaharakati hawa na mawakala wa shetani Maria Salungi hawana wanachojua, na kuweza na kuweza na tayari wameshaachana na porojo za Andrew Nyelele aliyeropoka ujinga juzijuzi juzi hapa, sasa hivi wamehamia kwa Tesha na leo watarudi mahakamani kwa Chiba anakoendelea kupambana na kesi yake ya uhaini baada ya mapingamizi yake yote kutupiliwa mbali huko na kutoa nafasi sasa kwa upande wa mashitaka kumsomea matuhuma yake yaliyomkalisha jela mpaka leo. Tanzania imebakiza siku 23 tu kuingia kwenye uchaguzi mkuu na Watanzania walioamua kushiriki uchaguzi wako kwenye hekaheka heka za kampeni huku na huko. Asiwadanganye mtu kuwa eti kuna maandamano au kuna mtu wa kuandamana. Hayupo mtu wa kuandamana na hakuna mtu mwenye uwezo au thubutu wa kuzuia uchaguzi. Na wakala wa shetani Maria Salungi anatumia nguvu nyingi sana kuwaaminisha kuwa watavuruga uchaguzi, lakini anashindwa kusema kama atakuwepo kwenye maandamano. Mtu muoga kama kunguru anayejificha nyuma ya kibodi alishindwa kuja kumfukia baba yake alipokufa kwa kipindupindu, leo anaweza kuhamasisha maandamano? Kama na uchungu wa nchi hii, mbona hakuna hata siku moja amewahi kujitokeza kuandamana au kutuma, au kutuma hata mama yake yule awe sehemu ya maandamano, au hata yule mumewe teja awe sehemu ya maandamano? Huyu ni Kigogo akizidi eh, kuelezea na kuandika mambo mengi sana baada ya mzee Butiku kuzungumza. Kigogo anasema anachoweza kufanya ni kutumia vijana kama yule muuza sabahu muuza sabuni za mapapai kuingiza eh, nchini risasi na bunduki na mapanga kutoka kwao Burundi kwa ajili ya kuua askari siku ya uchaguzi. Tuna taarifa na tunajua wameingiza bunduki kadhaa na risasi na mapanga kupitia muuza sabuni za mapapai. Muda ukifika tutasema tu. Mwisho kabisa ni kuwa huyo anayejiita Askofu Gwajima ndiye muhusika mkuu wa mambo ya drama za akina Tesha. Kwa hali yoyote ile, huyu mtu afuatwe huko Japan alikojificha, aje atufafanulie walipata wapi sale za JWTZ walizomvalisha captain wa mchongo Tesha. Huu nao sasa ndio ugaidi na uasi, lazima ushughulikiwe kwa nguvu zote. Wanaharakati poleni sana, tunajua mzee Butiku kawapiga ngumi ya pua, sasa mnaanza kumtukana au sasa hivi sio rafiki yenu tena? Maana nyie, kila mtu akipingana na nyie anakuwa ni adui. Hamnaga akili kabisa nyie watu. Huyo alikuwa ni kigogo pia, akisapoti kile ambacho amekiandika, e, amekizungumza mzee Butiku. Sasa tuliache kwako, Mtanzania, una maoni gani kwa kauli ya mzee Butiku, mzee ambaye kwa namna moja ama nyingine amejitengenezea heshima kubwa sana kwa taifa la Tanzania. Tochemoni yako hapo, lakini kubwa zaidi kaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.